Mtazamaji wa televisheni La Voix d'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la so, Kiswahili. Jean Yves Emmanuel Kaluhia, ni kukaribisha mahali popote ambapo lipo kupitia televisheni yetu La Voix d'Uvira TV. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kuwa. Kwanza kabisa kuweza kupata habari zetu za siku ya leo, matangazo yetu moja kwa moja yanakujia. Ikiwa e, leo ni tariki nne mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili ishirini na tano. Matangazo yetu moja kwa moja yanagubika kuhusu mapambano ya siku ya tatu ambayo yanayorindima pale maeneo ya Kamanyola, ikiwa e, ni siku ya tatu, mtazamaji, watu wengi wanaendelea kujiuliza e, kwa sasa hali ya pale maeneo ya Kamanyola inaendelea namna gani? Wanane ambao wanaopatikana pale maeneo ya Kamanyola na Katogota. Kwa hiyo basi, tunakuomba kabisa ufuatilie mwanzo kabisa hadi mwisho ili uweze kugundua kile ambacho nimekuandalia kwa siku ya leo. Nina imani na matumaini kwamba mko wengi kabisa kando ya televisheni yenu, kando ya simu zenu, mkiwa munatufuatilia, mkiwa sehemu mbalimbali katika nchi nzima katika jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, kwa sababu makao yetu moja kwa moja yameweza kuhamia hapa maeneo ya Luvungi, ambapo tumekuja ili kuanza kuandaa kabisa habari zetu za ukweli ambazo zitakufanya mtazamaji wetu ili uweze kuridhika na taarifa zetu za ukweli. Taarifa za ukweli ni hapa hapa, na nafasi zingine wanatoa taarifa za kususia, lakini sisi tunakupa habari za ukweli, habari zenye uhakika. Karibu kuweza kuwa nasi mwanzo hadi mwisho katika matangazo yetu ya siku ya leo mapambano ya siku tatu mfululizo ambayo inaendelea huko bondeni mwa mto Ruzizi. Uh, kwa sasa hali halisi ilivyo, mapambano siku ya tatu yaripotiwa tena hii leo asubuhi majira ya saa moja dakika kumi na tano pale maeneo ya Kamanyola, ni waasi tena wa M23 ambao walikuja kushambulia tena ngome ya FRDC pamoja na jeshi la Warundi pamoja na wazalendo ambao wanaopatikana huko maeneo ya Katogota hapa, tukikujuza habari za ukweli ambazo kuna mitandao ambayo inaendelea kusema kuwa uh, tayari uh, M23 imetimuka pale maeneo ya Kamanyola, lakini habari zetu za ukweli kabisa tuko nazo hapa hapa, tutakwenda kukupatia habari zetu na utakwenda kufurahia kile ambacho tulikwenda kukiandaa. Habari zingine zaeleza kuwa uh, maeneo ya pale maeneo ya Mwenga, mapambano makali pia nayo pia yaweza kushuhudiwa na utakwenda kujua kile ambacho kinachoendelea huko maeneo ya Mwenga. Na nafasi ingine, mapambano makali pia yaliweza kuripotiwa pale maeneo ya Rubarika, ambapo tayari baada tu ya hiyo jana mapambano yalikuwa makali na tayari wazalendo na jeshi la FARDC na Warundi wako pale maeneo ya Rubarika. Kwa hiyo basi mtazamaji wa televisheni yetu, na imani na matumaini kwamba uko chonjo kabisa, lakini tunapoendelea kutoa habari zetu, usikose kabisa kujabone kwenye chaneli yetu kulaki na kushare na kutoa comment ili uweze kuwa wa kwanza kabisa uh, kupata habari zetu za kila leo, uh, habari ambazo tunazo uh, majira ya saa kumi uh, na moja za usiku kuliweza kuonekana uh, wanajeshi wengi wa M23 ambao waliweza kutoka pale Bukavu uh, wengi wakiwa wamepitia pale mpaka ya Kamanyola na wengine waliweza kupitia maeneo ya Nyatende, huku wakiwa wanashuka njia ya Ngomo, ambao walikuja kula force baada tu ya kipigo ambacho walichokipata tangu hiyo jana na juzi eh, tukujuza kuwa tangu hiyo juzi kulikuwa mapambano makubwa sana ambao jeshi la Burundi walifanya vizuri, jeshi la Fakdesi walifanya vizuri pamoja na wazalendo. Wakati kulikuwa resistance, nilikuambia kulikuwa resistance pale maeneo ya Katogota, kwa sababu kulikuwa na mamine nyingi sana ambazo walikuwa wameshaweka hapo, lakini ziliweza kusababisha uh, wazalendo na Fakdesi pamoja na Warundi waweze kukwama na kukosa namna gani ya kuweza kupita baada ya kuja kugundua ile strategy kwa sababu kulikuwa bomo nyingi ambazo zilikuwa zikipigwa uh, silaha nzito nzito ambazo zilikuwa zikipigwa. Nilikwambia kuna kuwa na silaha ambazo walikuwa wanaweka pale maeneo ya Katogota. Kuna silaha ambazo zilikuwa zinaweka pale Luvungi ambazo zilikuwa zina depot zizi zinapita yule mpaka zinadema mpaka pale maeneo ya Kamanyola. Na pia M23 nao pia walikuwa wanajihami, kuna silaha kubwa ambayo walikuwa wanaweka pale maeneo ya Kamanyola ambayo ilikuwa inapiga automatic ma mpaka kwenye milima inayoinukia pale Luvungi, na kuna bomu zaidi ya mbili ambazo zilidema pale kwenye milima ya pale Luvungi, ambapo raia wengi kabisa wakaanza uh, kuvuka mipaka wakivuka Burundi wengine wakikimbia wakiuja hapa maeneo ya Uvira na wengine wakikimbilia pale Sangi na Luberizi. Habari ndivyo zilivyohakikisha uh, kutoka kwa wadadisi wetu pia wakaji wa pale maeneo ya Luvungi pamoja na Kamanyola na Katogota, ambapo tunakuwa na kila leo tuku aktualize kupiga simu na kutuambia hali namna gani inavyoendelea pale kwenye shamba la mapambano. Majira ya saa saba za mchana kulionekana debordement. Hivi ninavyokupatia ni habari za ukweli ambazo zenye kuwa na uhakika. Kulionekana kwa sababu M23 baada ya kupata kichapo, baada ya kutegua zile maamin, waliweza kuingia moja kwa moja mpaka maeneo ya Kamanyola mpaka wakapanda kwenye milima ya juu, na ambapo walionekana kuwa eh, katika vile ya Kamanyola eh, mpaka sasa tunavyozungumza hakuna hata M23. Ndivyo raia wanaopatikana hapo waliweza kuzungumza eh, wakituambia kwamba eh, walikuwa eh, wamoja waliweza kukimbia kupanda mpaka maeneo ya tio wengi wanazoea pale maeneo ya tanki ambapo uh, tio ya mabomba ya kumate uh, pale maeneo ya Kamanyola inayopatikana ndipo walienda kujikosantre, na wengine wakapanda njia ya Ngomo, na wengi walikuwa wako na ile hakika e, uh, walikuwa na ile uhakika kusema kwamba eh, Kamanyola iliweza kuanguka na hata viongozi wamoja waliweza kuconfirme hiyo, lakini habari tunazo zinaendelea kuzungumza kuwa Kamanyola ni kweli ilishakamatiwa lakini hawajaikamata vizuri vizuri, kwa sababu kuna sehemu moja ambazo wamebana na zingine bado hawajabana. Tulijaribu kuuliza raia ambao wanapatikana pale Kamanyola watuambie kama je, e, kuna jeshi la FDC au Warundi au wazalendo ambao wanapatikana pale Kamanyola. Wamesema kabisa bado ha, hawajawaona na pia, waliweza kusema kuwa na M23 haipatikani eh, na wazalendo pamoja na FDC wapatikani pale Kamanyola, lakini wamesema kuwa wazalendo wako kwenye eh, vijiji jirani ama kwenye milima ambayo inayoinukia Kamanyola, kwa sababu wako wanaangaliana hivi, na wamesema kuwa hawana gisi ya kuingia, wako wanatafuta mbinu namna gani wanaweza kukanyaga pale maeneo ya Kamanyola. Uhakika tunaokuwa nao ndio huo, na raia wa pale maeneo ya Kamanyola ambao walikuwa wanahitaji kukimbia kuvuka mipaka kwenda pale maeneo ya Rwanda walifungiwa mpaka, lakini habari tulizokuwa nazo walisema kwamba majira ya saa nane kamili baada ya risasi kuweza kusimamishwa waliweza kuruhusiwa. Wamoja walienda Bukavu na wengine walikimbia pale maeneo ya Bugarama. Ndivyo habari zetu zinavyoendelea kueleza na tukujuze kuwa uh, pia kuna nyumba nyingi zaidi ambazo ziliweza kushambuliwa na bomu, kwa sababu vita vile vilikuwa ni vita vikubwa sana hasa vile vya tariki tatu. Uh, vilikuwa ni vita vikubwa sana ambapo milio ya risasi ilikuwa inasikika, bomu nzito nzito zilikuwa nasikika, na pia kuna nyumba ambazo zimesambuliwa. Kuna kuna watu ambao wameumia, kuna watu ambao wamepoteza maisha upande wa uh, M23 vifo ni vingi kabisa, kwa sababu habari tunazoeleza kuwa wamepoteza maisha hata upande eh, wa jeshi la Burundi, ndivyo habari zetu zinavyoendelea kueleza. Lakini eh, habari ambayo tunazo kwa sasa, majira ya asubuhi kuanza saa munane mpaka saa moja ya asubuhi, kulikuwa ukimya, raia walianza kutoka mmoja mmoja ndani ya nyumba na kuangalia namna gani anaweza kupata angalau hata chakula kidogo cha kuweza kukidhi mahitaji ya familia yao, lakini wengi wao walishindwa gesi ya kutoka na soko haikuweza kufungua. Eh, kulikuwa na ile eh, watu wadogo wadogo ambao walikuwa wanapatikana njia ndani ya soko ambao walikuwa wanasha ndaga na, eh, na vitu vingine kadhalika, ili kuangalia namna gani watu wanaweza kutumia chakula. Na pia kuna habari ambayo tunazo zaeleza kuwa kuna wengine pia ambao wameweza kuuzimia kutokana na mabomu za risasi, hasa wanawake wajawazito ambao wanapatikana kwenye hospitali eh, ya pale maeneo ya Kamanyola na pia waliopata majeraha wanaendelea kutibiwa kwenye hospitali ya pale maeneo ya Kamanyola. Eh, habari zingine zinaeleza kuwa eh, kuna shule moja pale Kamanyola nayo pia ambayo ilikwenda kushambuliwa kwa kupigwa bomu na iliweza kuvunjika kabisa. Na hii ni hatari, hii ni hatari, ambapo kwa sasa raia wako katika hatari, wakizungumza serikali kuangalia namna gani ya kuweza kusitisha mapigano hayo, ili kurejesha amani ya kudumu, raia waishi kwa amani bila hata milio ya risasi. Mapambano ya hapa asubuhi ya tariki 4 Novemba mwaka 2025 majira ya saa moja, uh, wazalendo walikuwa wamejipanga huko kwenye milima ya pale Kamanyola na pamoja na jeshi la Burundi na FARDC moja kwa moja jeshi la M23 lilianza tena mashambulizi na hivi tunavyozungumuza, milia ya risasi imeshaanza kusikika na silaha nzito nzito zinaanza kusikika. Na habari zingine zaeleza pia uh, kuwa milia ya risasi pia yaanza kusikika pale maeneo ya Rubarika. Ni kujuze kuwa Rubarika iliweza kukamatwa mikononi mwa Wazalendo na fagdese baada ya mapambano ya hiyo juzi na jana ambayo ilikuwa inalenga kabisa kwa sababu ukiangalia M23 ilikuwa inajipanga kutoboa Katogota na kuweza kutoboa pale maeneo ya Rubarika ili kwamba waweze kuingia hapa mjini Uvira, lakini imeonekana kuwa wameweza kabisa kushindwa na wameweza kupata kichapo na wakaweza kurudia nyuma, na nafasi ambayo walikuwa uh, wakikamata ikawa imerudi mikononi mwa FARDC. Nini hasa ambao, sasa uh, mtizamo wa wakaaji eh, baada tu ya makubaliano ambayo yatasainiwa hii leo huko maeneo ya Doa, ambapo rais wa Burundi yuko pale, rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uh, mheshimiwa Felix Tshisekedi yuko pale maeneo uh, ya Washington ambapo uh, kuna kwenda kusainiwa hiyo mikataba pamoja na raisi wa Rwanda. Uh, wakati kuko hali ya SSLF na pia wale wa M23 wanajaribu kabisa kuangalia namna gani ili waweze kutoboa eh, eh, vijiji mbalimbali mbali vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuweza kuwa avancer hasa wanavyolenga kukamata Uvira na nafasi zingine. Lakini uh, kuna wale ambao wamesema kuwa M23 wamegonga mwamba kabisa, kwa sababu Uvira imeonekana kuwa ni mwiba kwao na wameshindwa kabisa kuweza kuiteka, licha kuwa kuna kunakuwa na hali ambayo inatokea kila leo. Habari nilikwambia ninazo kuambia kwa sasa pale maeneo ya Rubarika napo pia kunakuwa na zile ngirika ambazo zimeanza majira ya asubuhi leo. Kwa hiyo wako wanaangalia, wako na tantone fasi yote waangalie kama wanaweza kutoboa hata fasi moja. Na habari zingine ambazo zilitolewa walisema kwamba wazalendo wasijikosantre kwenda ku Kufruo pale maeneo ya Kamanyola eh, waache maeneo ya Katogota waache Rubarika na nafasi zingine, kwa sababu wao wanaweza wapatia mgongo, wanawaacha wana deborde, wanapiga Kamanyola, wao wana deborde moja kwa moja wanapiga Luvunge, Luberizi, Sange na wanakamata Uvira, kwa hiyo waweze kuwa kwa pamoja, na pia kuna masemi ambayo imeonyesha kuwa tayari kabisa jeshi la fagdesi linakuwa na 100%, uh, sa, ya kolaborasio pamoja na wazalendo kwa sababu wameonyesha umahiri. uh, licha ya kuwa kulikuwa na matatizo kati ya wazalendo na FARDC, lakini uh, wakati wa mapambano moja kwa moja wote kabisa waliweza kuungana kwa pamoja na kuanzisha shambulizi hilo, na hivi tunavyozungumza kukorafor ambayo ilitoka tangu hiyo jana kutoka pale maeneo ya Bubembe eh, na wamekuja kabisa, ukiwa kwa wengi wamepita hapa Uvira, wakijiga fokse na moja kwa moja kwenda kusaidia wenzao ambao wanapatikana kwenye shamba la mapambano pale maeneo ya Kamanyola, na wamesema kwamba kufa au kupona na jambo la kushukuru ni kushukuru kabisa jeshi la FARDC ambao kuna kuwa na msaada mkubwa sana ambao uliwasili wa silaha nzito, nzito, ambazo bado zitoka pale Kalemie imefika tango hiyo jana, bado ilikuja inajaa imejaa risasi imejaa bunduki za kila aina, na moja kwa moja risasi hizo zimeshajielekeza pale maeneo ya Kamanyola Rubarika na nafasi zingine kwa force wa zalendo jeshi la FARDC na wengine, ili wafanye kazi vizuri na kuweza kukomboa vijiji mbalimbali mbali, katika ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunavyozungumza sasa hivi, mtazamaji, kuna upande mmoja uh, wa pale Kamanyola ambao uko mikononi mwa jeshi la Kongo na kuna upande ambapo M23 inamiliki, lakini katika mashambulizi haya tutakuja kukupatia habari za ukweli kwa sasa wanane ambao watakuwa wamekamata Kamanyola, JM23 itakuwa imebaki Kamanyola au uh, wazalendo FARDC, Sena warundi watakuwa wamebaki pale maeneo ya Kamanyola. Hizo ndo habari za ukweli ambazo tunazo. Habari za pale maeneo ya Katogota, sisi tunama, tunamiliki Katogota yote nzima tayari. Watu wanaanza kufanya kazi zao bila tatizo, wazalendo wako pale, jeshi la Burundi liko pale na pamoja na FARDC, na raia wanaanza kufanya kazi zao bila tatizo. Na hivi tunavyozungumza, kulikuwa na hali ya watu kwanza eh, kuchuruza labda kuchinja kambuzi eh, kuanza kutereka ndagaa, lakini hii masisi ambayo imeanza tena asubuhi imeonyesha tena pia hali ya kuweza kuparaganisha hali ya usalama maeneo hiyo ya Katogota, na pia pale maeneo ya Rubarika, watu tangu hiyo jana walianza kukimbia, wamoja wakimbilia Lemera wengine wakikimbilia Mulenge na wengine wakishuka Luvungi, wakijielekeza Luberizi na Sangi. Hivyo ndivyo habari zetu kabisa za leo zinavyozungumza na zinavyosema kuhusu mapigano ya siku tatu mfululizo ambayo inaendelea kuripotiwa jimboni Kivu Kusini, huko maeneo ya mapambano kutoka Katogota na pale maeneo ya Kamanyola. Hivyo ndivyo habari zetu zinavyoendelea kusema. Asante sana mtazamaji ambayo umefuatilia mwanzo kabisa hadi mwisho taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, taarifa ambazo zimeletwa kwenyu naye Janvie Emmanuel Kaluya. Usikose kujabone kwenye channel yetu, kulaki na kushea, kupartajeko wengine tunapotoa habari zetu, ili wao wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Chenye kuwa na mwanzo lazima kiweze kuwa na mwisho. Ni kutakia usikilivu mwema na kazi njema kwa wazalendo ambao wanaendelea kufanya vizuri pamoja na jeshi la FARDC na Warundi ambao wanaendelea kupambana usiku na mchana huko maeneo ya Kamanyola kwa Irini.